ya kulia. Amen. Anapozaliwa asipolia hula mekoma, amerudia huko

Wote wanawashuhudia, wanajua miaka yangu sabini ya utumishi. Nimeanza kufanya kazi nikiwa na miaka ishirini na tatu. I was still young, nilikuwa bado mdogo mtepe tepe, nikaanza na Bwana. Kwa hiyo nikisema leo kwenye andiko hili linatimia kwangu, ni halali kabisa, yeah. Vingi, na nimekwepa nishale ya tikanamba, nabado na napigana kidedea. Mimi nimeshamuona shetani fisiko kwa macho ya nyama, namuona shetani ameshaniingia nikasema, wewe sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, badilisha madawa dakitari, mpaka madaktari wote wakasema, hapa tumefika mwisho. Kasema nesi sasa, mkunje kunje, mpeleka kimochwa. Tena mke wangu ni Jumamosi, mke wangu amisa, sitalisahau yes. hilo sitalisahau. <tinyo> kutembea na Bwana

mimi nakuja saa ya kuchelewa, nimeendesha gari chivurugu, nikapiga breki mlangoni kwa hospitali. Nikasema nesi, nimekuja kumchukua mke wangu. Akasema baba, lazima des satifiketi itoke, na hii inaidhinishwa na daktari sio mimi. Nikasema des satifiketi ya nini? anasema

pili mpaka saizi yes. <laughs> mm. yeah. na anakuja kutazama, akaitika huyu Flora mahili kwa jina la Claudia akasema, abe haleluya, nasema amka amka, kazi ya kuhubiri bado. Hatu na kwenda wapi? tamwachia nani vitoto? Hii jamaa alikuwa kadogo hapo, hai mwachana

Maeneo ambayo ni tishio ni sehemu ya mauti, yani roho za kuua, roho za kuua zimetanda pale, ni vile kama visu, hiki na kata huu na kukata hiyo, ni mikuki, ni bunduki, viminiiotota. Bonde la uvuli wa mauti, huwa hamjui hata mkipita humo hamtagarikishwa kabisa. Yeah, yeah, yeah. Makofi mengi

sako mkali, oh, yeah. Ukiagiza malaika wakutunze mwanangu, toka juu, we unatembea katika dunia hii, katikati ya bonde na uvuli wa mauti, wewe hutaangamia kamwe. Pigia makofi Yesu. wala mke wako wala jamaa wa jirani wala ndugu zako mniliwana mtuishe Bwana yeye yeah, yeah. atakupigania lakini, siri ya kwanza, je, ni mwenye haki? Nenda ukijua umejitaka. Unajua hata na daktari unapokwenda ukapimwe, umeoga. Unajua hapo una ina jamaa yangu moja anaitwa yuko kule